Mnao hudhuria mikutano e, ya Mwiguru Nchemba, au ya kiongozi yoyote, mtu yoyote anaitwa waziri, au kutoa makelo zenu kwenye mitandao, kwenye ukurasa wa Dorothy Gwajima, kuna huyo kijana mwingine ni waziri sio, anaitwa Nanauka, au mtu yoyote atakayeitwa waziri au kiongozi wa CCM mnaotoa kero zenu kama tu hamtoi kero ya kudai waliokufa, sababu ya kuwaua vile kubwa kabisa inayostahili kuwaua vile ni nini? Waliotekwa, sababu ya kutekwa na kupotezwa ni nini? Waliouawa ambao miili yao haionekani, huyo unayemwona hapo anasemaje kuhusu miili ya watu hao. Kama huamuulizi swali hilo, nyie ni chawa, mmepandikizwa mme. Na wakati fulani ile mitaani wanasema one day yes, hiyo sura yako itakuwa moja ya sura ya mapema kabisa, mapema kabisa eh, kujua we ulikuwa sehemu ya wauaji. Hakuna maendeleo ambayo tunatakiwa kulilia Tukiwa msibani msibani, tunajadili kifo cha waliokufa. Aliyekufa kimetokana na nini? Kulikuwa na sababu gani hasa? Nani amekisababisha? Kachukuliwa hatua gani? E, kuona wewe waliokufa walio waliofiwa walio ni uzembe wa wazazi wao, kama ulivyosikia wakati fulani Samia anasema waliokufa ni uzembe wa wazazi. Kwa nini hawakuwakataza wasitoke? Naambia hapana, maidia, kuna watu wametekwa siku nyingi sana, kuna watu walifuatwa wa majumbani kuuawa, lakini hata hao waliouawa ambao wazazi wengine hawaishi na wazazi na wengine tayari ni wazazi hao, kulikuwa na kosa kweli? kosa eh? Kuna, kuna kosa la, la, la, lin, linatosha kuwaua hivyo? Sasa kwa mujibu wa bibilia na ubinadamu, tukiwa msibani, tukiwa hatujapata jibu, tunajua watu wameuawa, alafu anakuja mtu anaanza kukuletea sijui kero ya maji, kero ya vibanda, kero ya biashara, sijui kero ya mikopo Nyie ni chawa wote mnaotoa wa hizo kero, ni chawa mmepandikizwa, ili muonekane sijui muna uhalali na hiyo mamlaka na utawala wa damu. Wote nyie ni chawa. Swali unayotakiwa liulizwe kila mara haya, wewe umejipambanua ni kiongozi, sijui una huruma una upendo kwa watu, tuambie. Hakuna kwenda mbele wakati ndugu zetu wameuawa huku nyuma na hatupati majibu ya, kwani wameuawa hivyo? Waliouawa wamewekwa wapi? Baadhi ya waliouawa miili yao iko wapi? Kujiona shida ya mwenzio sio yako, au kuona mtu mm, akifa amekufa, yamepita. Kwanza wewe ni liuaji, ni sehemu ya wauaji. Mtu akifa, akiuawa kwa kudhulumiwa, nafsi halijapita limesimamisha kila kitu. Biblia inasema, lieni pamoja na wanaolia. Rafiki wa kweli ni yule ambaye hawezi sasa kuanza kuona mikopo anayoyataka maji anayoyataka hivi vingine vya mikopo na maji na, na, na, na, na, na, na, na kuvunjiwa kibanda si na nini, si unatakiwa tu kuyasema mitandaoni. Unafikiri wao wanapofanya wanapo dhuluma hizo hawajui ukiyasema mitandaoni, si watafuatiliana tu mitandaoni lakini, usimhararishe mmojawapo na kumwona yeye ndo ana huruma juu ya ubinadamu. Mtu aliye tayari kuchinja watu, kuua watu, ili apate madaraka, akae kwenye madaraka, hana huruma yoyote. Hata akikuletea akikupa maji hata akikupa mtaji hata akikusikiliza, akamtumbua akamsema vibaya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa au mtu yote aliyekuona, hana huruma yoyote, atakuchinja wakati wote atakuua wakati wote, anapotaka abaki tena kwenye nafasi hiyo, au anapotaka apate nafasi nyingine. Hana huruma yoyote. Atoe jibu la waliowawa, yeye apate uhalali wa kuwa hapo. Anasemaje juu ya hao waliowaua? Anachukua hatua gani? Hakuna cha yeye. Si ni waziri wa maji? Si ni waziri wa nini? Hakuna maji, hakuna afya, isipokuwa unamzungumzia ni mtu, unamzungumzia ni mtu. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, mnao mnaozuria hiyo mikutano mi na kujidai mnatoa kero, mi najua ni machawa mmepandikizwa ili mpige na mvigeregele akiitwa pengine mtu aliyelalamikiwa. Hakuna huruma yoyote kwa wa viumbe, hakuna maendeleo yote wataleta, na hata wakileta ni maendeleo yao binafsi na matumbo yao na watoto wao, lakini wewe hata wakikuletea hicho, waki, wakikupa hicho kimtaji hicho kimkopo, waki, zibua, zibua maji kidogo, ukapatapo maji, wewe, nakuhakikishia watakuchinja tena, dakika yoyote wanapotaka uhalali, wanapotaka wabaki kwenye madaraka walionayo, au wanapotaka madaraka mengine, watakuchinja tena, niamini, ni, ni mimi wata... kwa sababu haki ya, ya uhai hainaga muda hawa. Moja ya kitu ambacho watapigana kufa na kupona wabaki hapo, wanajua dakika yoyote watakapotoka hapo, cha kwanza kuwadai ni uhai ambao wameupoteza wame, uhai wa watu wetu waliouondoa, wapate nafasi ile. Wanafikiri kuna siku watakuja kuondoka kwenye nafasi? Tegemea tu, wataua wakati wote watateka wakati wote, na ndio maana mambo ya utekaji na mauaji hawayazungumzii. Hata wakisema jamani, hatutaki utekaji, zungumza waliotekwa, unachukua hatua gani? Waliotekwa sasa unachukua hatua gani? walio wao unachukua hatua gani? Hayo zungumzi haya, hata wakisema. Unaona, kuna mtu anaufuatiliaji wowote, anaufuatiliaji ufuatiliaji wowote wa, jamani kweli kule wanatekwa kama tena kistaarabu, e, fuateni sheria, anasema hapo hapo wanakamata kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kinyume cha sheria hapo hapo, na haumuoni akirudi tena akisema ili jamani, ndo nilo kataa. Na hata akirudi nasema shida tulio nayo sio tu, tuendelee mbele. Mimi nachosema mimi ndo mmoja mtu ambaye mwanangu wa pekee ameuawa haba nilipo, sina la maana ninaloliona duniani. Mtu pekee naeweza kumwona huyu ni ana ubinadamu ni yule ambaye anaweza akazungumzia, jamani, huyu aliyekiri kwamba amemuua mtoto ambarikiwa ili amtulize, kwa kosa gani hasa? Huyo ndo naweza nikamwona, na asipozungumzia mimi wala atazungumzia watu wengine wanaolia ndugu zao kuwawa, kutekwa, kupotezwa, kumiliao, kuto kuonekana walao, ndo naeweza kuona, kwa sababu mi kwangu na kwako wewe wote tunakubaliana na maendeleo ni watu, cha kwanza kabisa ni watu kuwa hai, kuwa salama, lakini pia kuwa na insurance, kuwa na guarantee ya kwamba wako salama. Nje na hapo, nyee wote mnaohudhuria hiyo mikutano ni machawa, mnaouliza maswali na mnadai, mnatoa maoni au kero na mzungumzii. Kama ni jasiri, zungumzia, dai waliouawa. Dai miili ya waliowawa iko wapi? Dai waliotekwa wako wapi? Waliowateka, waliowaua waeleze. Hakuna sababu ya tume, pana mahakama, pana vyombo tayari, waeleze kisheria, kiutaratibu, kibinadamu. Kuua watu kwa sura kama hiyo inakosa gani hasa? Waseme hao. Hakuna, wizara zote ni moja ndio maana zote zinaundwa na mmoja, anaitwa rais ni mmoja. Zote zinaangaikia binadamu, hususani haki ya kuishi. Nadhani machawa wote mnaoenda huko na amuulizi swali la uhai wa watu mmeipata, msie mkasema, mkuambiwa. Waswahili wanasema mwogope Mungu, cha pili ogope teknolojia. Kwa hiyo mtaonekana tu. Asanteni kwa kunisikiliza.